Zebra tumewekewa pale, sisi wananchi tuvuke kwa kupitia pale, lakini tunashindwa kuvuka kwa ajili ya gopa ma kuokoa maisha yetu kwa sababu ya bajaji na bodaboda. Wakati ninaposimama mimi pale, nimezuiliwa huku na huku, lakini bajaji nakubali mimi, naingia nikijua niko sehemu salama, wakati wao wanavamiwa na pikipiki au bajaji inalitana. Mfano hai ni hizi hapa. Kwa hiyo tunaogopa kuvuka pale. Zimekamatwa ndio tena live kabisa, askari ameona. Kwa sababu tunataka tuvuke pale, uweze kuvuka ukisimama katikati yao, wanakunja, wanakukuta, wanakugonga Okay. Na ni mfano hii mguu hapa nimegonga mimi kwa ajili ya nani? Mchezo kwenye zebra una unapita kwa hii <tis> imevunjika hapa tu siwezi hata kutembea vizuri. Na pikipiki. Nasema nafikia kwenye sehemu ya zebra kwa usalama, ndio kwenye hatari kabisa kwenye maisha yangu. Kwa hiyo hapa mnatakiwa nini, muelimishe madereva wa boda boda na bajaji. Hizi ruti zao wanazokuwa mtu anayutani hapo. Hapo alisim mtu kupita. Wakati anapita wewe unajua niko salama yanakufaa. Na wewe unakuwa mkuwaza kama kuna pikipiki takuja piki kujenga.